Jikita tu katika kusomea mambo haya ya fani kwa sababu katika jamii yetu utapokuwa utakapoishi bila fani yoyote au bila kazi yoyote utajikuta naiga katika vishawishi vibaya. Taasisi ya kukuza na kuendeleza Uislamu Tanzania kupitia tawi lililopo Mwandiga, msikiti wa Mgera mkoani Kigoma imeendelea kutoa mafunzo ya ufundi stadi kwa wahitimu wa kidato cha nne kutoka shule mbalimbali mbali kwa muda wa takribani miezi mitatu. Hiki ni kituo ambacho kimejidhatiti na kujikita katika masuala ya kutatua changamoto hasa za kijamii. Kama ambavyo inafahamika ndugu mgeni rasmi, katika jamii yetu mtaani, kuna vijana wengi ambao wameharibikiwa kwa kukosa malezi na kukosa elimu. Sisi tumeona changamoto hiyo kuwa kwetu ni kipaumbele na tukaibeba tuliandaa kambi kwa ajili ya malezi. Kambi hizi zinachukua takribani miezi mitatu, ambazo kambi hizi tunafanya ndani ya kila mwaka. Tuna work for 41, work for 42, work for 43. Kambi hizi ni kwa ajili ya kuwatoa vijana waliokuwa wema na kwenda kuhudumia jamii katika mazingira yaliyokuwa ni ya nidhamu iliyokuwa ya hali ya juu. Aa, kituo chetu kimejidhatiti na mambo yafuatayo kutokana na madhara ambayo tumeyaona katika jamii zetu, basi sisi tumejidhatiti katika masala ya malezi. Kwa maana watoto wanapokuja hapa kituoni, hawa unaowaona hapa, ndugu mgeni rasmi, ni vijana ambao miongoni mwao wamemaliza form 4 na wengine ni darasa la saba beginners na wengine ni form 4 failure, lakini hawa wakibaki mtaani maana yake Uh, siku zinavyozidi kwenda watajikita katika madawa ya kulevya na mabinti watapata mimba za utotoni na wengine watajiingiza katika biashara zisizofaa kama vile biashara za haramu. Sasa hilo likatuia ngumu, tukaona haiwezekani, basi tukaandaa kituo hiki. Kwa hiyo hapa katika masomo yanayofundishwa hapa, somo mama ni somo la malezi, ambapo somo hilo limeambatana na watoto kumjua Mwenyezi Mungu na kutengenezewa misingi ya hofu katika utendaji wa kazi. Hapa tunawafundisha fani mbalimbali mbali, ambazo zinaweza zikaamsha hisia zao na wakaweza kujua vipaji vyao ni vipi pindi watakapotoka hapa. Tuliazimia kuanzisha mafunzo ya ufundi cherehani ambazo ni short course, na hapa alhamdulillah wanapata mafunzo ya, ufundi, ya ushonaji na matumizi bora ya cherehani. Kwa hiyo hawa walioko hapa wanafahamu vizuri, lakini cha pili wanasoma Uh, stadi za kimaisha kama vile umeme, wanasoma masomo ya umeme, wanajifunza masomo ya umeme. Wameyasema hayo wakati wakizungumza na waandishi wa habari, ambapo wamesema kuwa taasisi hiyo inawasaidia katika kuwapa mwanga wa maisha ya baadaye. Hii ni kutokana na kuwepo kwa kozi tofauti tofauti ikiwemo ufundi cherehani, ufundi umeme, lugha ya alama, mafunzo ya kompyuta pamoja na kilimo cha mboga mboga ezangu anajifunza kushona kama hivi, na mimi nikatamani kuja kujifunza. Hatimaye mwenyewe sasa hivi najua na kushona juba, nimejifunza nime kushona juba, gauni najua kushona, sasa hivi hata e za kiume pia. Napenda na kuwashauri na wengine kama wana nani waje wajifunze cherehani, sio kazi ya kike, ni ya wote. Lengo yangu makubwa kwanza ni baada ya kutoka kambini, maanake nikitoka kambini naweza nikaenda kuaplai vitu tofauti nilivyojifunza hapa mtaani, ikiwemo na mchicha, ili nyumbani wafaidike na masomo niliyopata hapa hapa. Kabla kuja nilikuwa nilikuwa najua kulima ila si kisasa, wala sio kilimo kile bora zaidi, yaani nilikuwa nalima tu ile ni mradi nimetifua, nimeweka, vimeota vingine vimekufa hivyo, ila nilikuwa sijui kisasa zaidi kusema kwamba shukrani ziende kwake kwa, kwa kuniwezesha zaidi kujua kilimo, maana nimejifunza jinsi gani ya kuandaa kituta, jinsi gani ya kuandaa tuta, jinsi gani ya kupandikiza vizuri, jinsi gani ya kuchukulia hatua nzuri zaidi, ili mazao yaweze kuwa katika ufanisi zaidi. Napenda kumshukuru sana mwalimu wangu. Akizungumza Shehe Ashrafu, kiongozi wa kambi hiyo, amesema lengo na makusudi ya kuanzisha kambi hii kwa wahitimu wa kidato cha nne ni kuwajengea uwezo ili wanapoingia mtaani waweze kujikimu kimaisha. Huku akiendelea kusema, miongoni mwa wanafunzi watakaomaliza mafunzo hayo ya yatokanayo na kambi hiyo wataweza kuendelezwa na chuo cha VETA. Hawawezi kupata content kubwa, lakini tunachokoza ufahamu wao ili wapate hamasa ya kuendelea kujifunza zaidi, na baada ya hapa vijana ambao tunaweza kufanya kufa, ku, ku, mchakato wa kuwapeleka vijana VETA kwa ajili aa kubobea na alhamdulillah, ni mwaka wa nne na wako vijana ambao tayari wameshaenda VETA na kujiunga na mafani tofauti. mimi ni Rozi Mbogo Kanyuka TV.